Rebecca alitamani sana mtoto. Siku zote alikuwa akiota ndoto ya siku ambayo angemshika mtoto mikononi mwake, akijisikia joto na upendo ambao mama pekee ndiye angeweza kuelewa. Kila usiku alikuwa akilala macho. Akifikiria sauti laini na kilio cha upole cha mtoto mchanga, moyo wake ulitamani sana kusikia miguu midogo ikitembea na kicheko kisicho na hatia ambacho kingeujaza nyumba yake. Lakini kadiri miaka ilivyosonga, ndoto zake zilionekana kusonga mbali zaidi, kama ndoto za jangwani aliloliita nyumbani. Moyo wake uliuma kwa kila msimu uliopita. Mazingira kama yaliyomzunguka yalionekana kumdhihaki tumbo lake tupu kila upepo uliovuma kwenye matuta ya mchanga ulinong'ona hadithi za ndoto ambazo hazijatimia na matumaini yaliyopotea. Rebeka mara nyingi alikuwa akiketi peke yake akiangalia mchanga usio na mwisho, akijisikia uzito wa upweke wake. Jangwa pamoja na utupu wake mkubwa, lilionyesha utupu moyoni mwake. Alijisikia kana kwamba alikuwa amenaswa katika mzunguko usio na mwisho wa kutamani na kukata tamaa. Aliishi katika nchi ya jua kali na upepo mnongono Mazingira magumu yalikuwa ukumbusho wa kudumu wa mapambano yake. Jua lisilo na huruma lilimwangukia huku upepo ukibeba hadithi za wanawake wengine waliopata furaha na utimilifu. Rebeka mara nyingi alijiuliza ikiwa angekuwa miongoni mwao. Jangwa lilikuwa nyumbani kwake, lakini pia lilikuwa gereza lake, likimshikilia mateka katika kukumbatiana kwake bila huruma. Nchi ilionyesha utupu wake mwenyewe, ardhi iliyopasuka chini ya miguu yake ilionekana kuonyesha nyufa katika nafsi yake kila sehemu kavu isiyo na uhai ya ardhi ilikuwa ushuhuda wa tamaa zake ambazo hazijatimizwa. Angepita maili nyingi akitumaini kupata ishara, mwanga wa tumaini katikati ya uharibifu, lakini jangwa halikumpa faraja, bali maswali zaidi na maumivu makali ya moyo. Ilikuwa kana kwamba ardhi yenyewe aliyotembea ilikuwa onyesho la msukosuko wake wa ndani. Siku moja, alianguka magotini, uzito wa huzuni yake ukawa mzito sana kubeba. Jua likitua nyuma yake, likitupa vivuli virefu kwenye matuta ya mchanga, Rebeka alihisi wimbi la kukata tamaa. Alishika mikono yake pamoja, vidole vyake vikitetemeka, akaanza kuomba. Sauti yake, ingawa laini, ilibeba kina cha uchungu wake. Alimimina moyo wake akitumaini kwamba mtu mahali fulani angesikia ombi lake. Jangwa, kimya na tuli, lilionekana kusikiliza. Machozi yalimtiririka usoni alipokuwa akiomba. Kila chozi lilikuwa ushuhuda wa miaka ya kutamani na maumivu ya moyo aliyovumilia yalianguka chini, yakitoweka kwenye mchanga kana kwamba jangwa lenyewe lilikuwa likinyonya maumivu yake. Sauti ya Rebeka ilitetemeka, lakini aliendelea kuomba. Maneno yake yalikuwa mchanganyiko wa tumaini na kukata tamaa. Aliomba muujiza, ishara kwamba ndoto zake hazikuwa bure. Jangwa kubwa na gumu lilionekana kushikilia pumzi yake. Aliomba muujiza, aliomba mtoto ajeze maisha yake kwa upendo na kicheko. Alifikiria mtoto mdogo akikimbia kwenye matuta ya mchanga, kicheko chao kikilia kwenye mchanga. Alifikiria furaha ya kumkumbatia mtoto karibu, akijisikia mapigo ya moyo wake dhidi ya yake. Maombi ya Rebeka yalijazwa na picha wazi za maisha aliyoyatamani sana. Aliomba kwa moyo wake wote akitumaini kwamba ulimwengu ungemsikia na kumpa matakwa yake ya ndani kabisa. Aliomba mtoto ajeze maisha yake kwa upendo na kicheko. Alifikiria wakati ujao ambapo nyumba yake ingejazwa na sauti za furaha na joto la familia. Moyo wa Rebeka ulijawa na tumaini alipowazia uwezekano huo. Aliomba nafasi ya kulea na kupenda, kuongoza na kulinda. Maombi yake yalikuwa mwanga wa tumaini katika jangwa kubwa, ushuhuda wa imani yake isiyoyumba na azimio lake. Siku ziligeuka wiki. Rebeka alishikilia tumaini, kisha alihisi mtetemo, ishara. Ilikuwa hafifu mwanzoni, karibu isiyoonekana lakini ilikuwepo. Harakati ndogo ndani yake, ahadi ya maisha mapya. Moyo wa Rebeka ulifurahi kwa furaha. Aliweka mkono wake juu ya tumbo lake, ajisikia mitetemo myembamba ya maisha yanayokuwa ndani yake. Ilikuwa wakati wa furaha safi isiyochanganywa. Maombi yake yalikuwa yamejibiwa. Maombi yake yalikuwa yamejibiwa ya utambuzi huo ulimjaza hisia ya ajabu na shukrani. Angekuwa mama. Jangwa ambalo hapo awali lilikuwa mahali pa huzuni na kutamani, sasa lilionekana kungaa na uwezekano mpya. Moyo wa Rebeka ulikuwa mwepesi, roho yake ilifanywa upya. Aliangalia wakati ujao kwa tumaini na msisimko, tayari kukumbatia safari iliyo mbele. Jangwa pamoja na ukubwa wake mkubwa, sasa lilionekana kama turubai ambalo angeweza kuchora ndoto zake. Angekuwa mama. Wazo hilo lilimjaza hisia kubwa ya kusudi. Alifikiria siku zijazo, zilizojaa furaha na changamoto za kuwa mama. Moyo wa Rebeka ulijawa na upendo kwa mtoto anayekuwa ndani yake. Alijua kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika kwa njia ambazo hangeweza kufikiria. Jangwa ambalo hapo awali lilikuwa mahali pa ukiwa, sasa lilionekana kama patakatifu, mahali ambapo maisha mapya yangeanza. Lakini furaha yake ilichanganyikana na wasiwasi haraka. Kadiri siku zilivyosonga, Rebeka alianza kugundua kwa ujauzito wake haukuwa kama wowote aliyowahi kuusikia. Harakati ndani yake zilikuwa kali, karibu zenye vurugu. Wakati mwingine alisikia kutokuwa na raha, wasiwasi unaomsumbua kwamba kuna kitu hakikuwa sawa. Jangwa pamoja na asili yake kali na isiyosamehe, lilionekana kuzidisha hofu yake. Moyo wa Rebeka ulikuwa mzito kwa wasiwasi, hata alipojaribu kushikilia tumaini. Mimba yake haikuwa kama aliyowahi kuisikia. Watoto ndani yake walipambana. Walisogea kwa nguvu iliyomfanya apoteze pumzi na kuwa na wasiwasi. Rebeka angeweza kuhisi kutotulia kwao. Harakati zao za mara kwa mara zilikuwa ukumbusho kwamba kuna kitu kilikuwa tofauti. Alitafuta faraja katika maombi yake, akitumaini mwongozo na nguvu. Jangwa pamoja na utupu wake mkubwa lilionekana kuonyesha wasiwasi wake. Moyo wa Rebeka ulikuwa mchanganyiko wa tumaini na hofu alipokuwa akipitia yasiyojulikana. Watoto ndani yake walipambana. Walipigana kana kwamba walikuwa wapinzani katika mchezo ambao wote wawili walikuwa wamepangwa kupoteza. Rebeka angeweza kuhisi mgogoro wao. Harakati zao za mara kwa mara zilikuwa ukumbusho wa changamoto zilizokuwa mbele. Aliomba amani, azimio la msukosuko ndani yake. Jangwa pamoja na asili yake kali na isiyosamehe lilionekana kuzidisha hofu yake. Moyo wa Rebeka ulikuwa mzito kwa wasiwasi, hata alipojaribu kushikilia tumaini. Walipigana kana kwamba walikuwa wapinzani katika mchezo ambao wote wawili walikuwa wamepangwa kupoteza. Rebeka alijua huu ulikuwa mwanzo tu. Hangekuwa mama wa mtoto mmoja bali wana wawili. Utambuzi huo ulimjaza mchanganyiko wa furaha na wasiwasi. Alijua kwamba safari yake ingekuwa changamoto, lakini alikuwa ameazimia kuikabili kwa nguvu na ujasiri. Jangwa pamoja na ukubwa wake mkubwa sasa lilionekana kama mahali pa uwezekano, mahali ambapo maisha mapya yangeanza. Rebeka alijua huu ulikuwa mwanzo tu. Angekuwa mama wa wana wawili. Utambuzi huo ulimjaza mchanganyiko wa furaha na hofu. Alijua kwamba safari yake ingekuwa ngumu, lakini alikuwa ameazimia kuikabili kwa nguvu na ujasiri. Jangwa lenye ukubwa wake mkubwa sasa lilionekana kama mahali pa uwezekano, mahali ambapo maisha mapya yangeanza. Angekuwa mama wa wana wawili, wana wawili ambao wangebadilisha familia yao milele. Moyo wa Rebeka ulijawa na upendo na matarajio Alijua kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika kwa njia ambazo hangeweza kufikiria. Jangwa ambalo hapo awali lilikuwa mahali pa ukiwa, sasa lilionekana kama patakatifu, mahali ambapo maisha mapya yangeanza. Moyo wa Rebeka ulikuwa mwepesi, roho yake ilifanywa upya. Aliangalia wakati ujao kwa tumaini na msisimko, tayari kukumbatia safari iliyo mbele. Wana wawili ambao wangebadilisha familia yao milele. Wana wawili ambao wangekuwa hadithi. Moyo wa Rebeka ulijawa na kiburi na upendo. Alijua kwamba safari yake ilikuwa inaanza tu, naye alikuwa tayari kuikabili kwa nguvu na ujasiri. Jangwa pamoja na ukubwa wake mkubwa, sasa lilionekana kama mahali pa uwezekano, mahali ambapo maisha mapya yangeanza. Moyo wa Rebeka ulikuwa mwepesi, roho yake ilifanywa upya. Aliangalia wakati ujao kwa tumaini na msisimko, tayari kukumbatia safari iliyo mbele. Wana wawili ambao wangekuwa hadithi hadithi yao ingesimuliwa kwa vizazi vijavyo. Moyo wa Rebeka ulijawa na kiburi na upendo. Alijua kwamba safari yake ilikuwa inaanza tu, naye alikuwa tayari kuikabili kwa nguvu na ujasiri. Jangwa pamoja na ukubwa wake mkubwa, sasa lilionekana kama mahali pa uwezekano, mahali ambapo maisha mapya yangeanza. Moyo wa Rebeka ulikuwa mwepesi, roho yake ilifanywa upya. Aliangalia wakati ujao kwa tumaini na msisimko, tayari kukumbatia safari iliyo mbele. Mapacha walifika. Tangu mwanzo kabisa ilikuwa wazi kwamba hawa ndugu wawili walikuwa na hatima ya kuishi maisha tofauti sana. Kufika kwao kuliashiria ajabu na udadisi, kwani kila mtu aliyewazunguka angeweza kuhisi njia za kipekee ambazo wangechukua. Esau, mzaliwa wa kwanza, alitoka akiwa amefunikwa na nywele, mwenye nguvu na sauti kubwa. Kilio chake kilisikika hewani, kikitangaza uwepo wake kwa nguvu ambayo haikuwezekana kupuuzwa. Alikuwa mtoto wa dunia Imara na mwenye uhai tele, mwenye roho ambayo ilionekana kuwa katika mwendo wa kila wakati. Alikuwa mtoto wa porini, akivutiwa na uwindaji na msisimko wa kuwafukuza wanyama. Tangu akiwa mdogo, Esau alipata furaha katika pori lisilofugwa, ambapo angeweza kukimbia kwa uhuru na kuchunguza ulimwengu unaomzunguka. Mlio wa majani, mwito wa wanyama wa porini, na msisimko wa uwindaji vilikuwa marafiki zake wa kudumu. Yakobo, mwana wa pili, alikuwa tofauti. Alizaliwa akishikilia kisigino cha Esau, kana kwamba hakutaka kuingia ulimwenguni bila ndugu yake. Tangu mwanzo, tabia ya Yakobo ilikuwa ya utulivu na ya kutafakari, tofauti kabisa na tabia ya Esau ya kelele. Alikuwa mtulivu na mwenye kufikiri. Yakobo alipenda utulivu wa mahema, ambapo angeweza kukaa na kutafakari mafumbo ya maisha. Mara nyingi alikutwa akiwa katika mawazo mazito. Akitafakari hadithi na hekima zilizopitishwa na mababu zake. Alipenda faraja ya mahema, hadithi za mama yake, joto la moto. Mama yao Rebeka mara nyingi angemsimulia hadithi za mababu zao, na Yakobo angesikiliza kwa makini, akiingiza kila neno. Hadithi hizi ziliwasha cheche ndani yake, hamu ya kuelewa nafasi yake duniani na urithi wa familia yake. Esau, mzaliwa wa kwanza, alikuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza. Kama mzaliwa wa kwanza, ilikuwa hatima yake kurithi utajiri na uongozi wa baba yao. Alikubali jukumu hili kwa ujasiri, akijua kwamba yeye ndiye mrithi halali wa urithi wa familia yao. Ilikuwa hatima yake kurithi mali na uongozi wa baba yao. Nguvu na ushujaa wa Esau ulimfanya kiongozi wa asili na alifaa vizuri majukumu yaliyokuja na haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Alitarajia siku ambayo angekuwa mkuu wa familia, lakini Yakobo alitamani kitu zaidi. Alihisi uhusiano wa ndani na imani ya familia yake, hamu ya kitu zaidi ya ulimwengu wa mali. Moyo wa Yakobo ulivutiwa na mambo ya kiroho, kwa ahadi na maagano yaliyofanywa na mababu zake. Alihisi uhusiano wa ndani na imani ya familia yake, akitamani kitu zaidi ya ulimwengu wa vitu. Ndoto za Yakobo zilijaa maono ya kusudi kubwa, hatima iliyopita urithi wa kimwili wa ardhi na utajiri. Alitafuta uelewa wa ndani wa nafasi yake katika mpango mkuu wa imani yao. Tofauti hii, pengo hili lisiloonekana kati yao lingeandaa maisha ya ushindani na upendo. Tabia zao tofauti zingesababisha migogoro na kutokuelewana, lakini pia nyakati za uhusiano wa ndani na heshima ya pande zote. Dhamana kati ya Esau na Yakobo ilikuwa ngumu, iliyoundwa na matamanio yao binafsi na matarajio yaliyowekwa juu yao. Walipokuwa, uhusiano wao ungejaribiwa kwa njia ambazo hawangeweza kufikiria na kutengeneza hadithi ambayo ingekumbukwa kwa vizazi vijavyo. Siku moja Esau alirudi kutoka kuwinda akiwa amechoka na ana njaa kali. Alimkuta Yakobo anakoroga chungu cha mchuzi wa dengu wenye harufu nzuri. Harufu hiyo ilimfanya Esau ahisi njaa kali zaidi. Alimsihi Yakobo ampe bakuli moja, tumbo lake likilia kwa njaa. Yakobo akaona fursa. Nibadilishe haki yako ya mzaliwa wa kwanza kwa bakuli la mchuzi, alipendekeza. Esau alidhihaki: haki ya mzaliwa wa kwanza ingemsaidia nini? Wakati alikuwa dhaifu kwa njaa, alikubali. Akala mchuzi kwa pupa, njaa yake ikatulia kwa muda. Hakujua gharama halisi ya makubaliano yake ya haraka. Alikuwa ameuza mustakabali wake kwa ajili ya raha ya muda mfupi. Sehemu ya nne: udanganyifu gizani. Miaka ilipita, Isaka baba yao alikuwa mzee na macho yake yalikuwa yamefifia. Wakati ulikuwa umefika wa kumbariki mwanawe mkubwa. Rebeka akijua unabii kwamba yakobo angeongoza, alipanga mpango Alijua moyoni mwake kwamba Yakobo alikuwa amepangwa kwa ukuu. Alimvika Yakobo nguo za Esau, aliweka ngozi za mbuzi mikononi mwake ili kuiga ukali wa Esau. Yakobo akisita mwanzoni, alikubali. Alimkaribia baba yake, sauti yake itetemeka alipokuwa akimwiga kaka yake. Isaka akiwa amelagaiwa na kivuli, alimpa Yakobo baraka iliyokusudiwa Esau. Ilikuwa wakati wa ushindi kwa Yakobo, lakini ulikuja kwa gharama mbaya. Sehemu ya tano, maumivu ya ndugu kutoroka kwa mwana. Esau alipogundua udanganyifu, moyo wake ulivunjika. Usaliti wa ndugu yake mwenyewe Yakobo ulikuwa jeraha kubwa kuliko jeraha lolote la mwili. Ulikuwa usaliti uliokata uhusiano wao, ukimwacha Esau katika hali ya kukata tamaa kabisa. Alipiga kelele, alilia. Vilio vyake vya usaliti vilisikika kote kwenye mahema. Maumivu yalikuwa makali na hasira yake ilikuwa kama dhoruba kali na isiyokoma. Huzuni ya Esau haikuwa tu kwa kupoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza bali kwa kupoteza uaminifu, kupoteza undugu. Uchungu wake ulikuwa kilio kikubwa kilichotingisha kambi, ushuhuda wa kina cha mateso yake. Yakobo akiogopa gadabu ya ndugu yake, alikimbia akawa mtoro, akikimbia matokeo ya matendo yake. Uzito wa udanganyifu wake ulimlemea kwa kila hatua aliyochukua. Nia zilizozoeleka sasa sasa, zilionekana kuwa za wadui na zisizokaribisha. Alikuwa mtu anayekimbia sio tu kutoka kwa Esau, bali kutoka kwa hatia na aibu yake mwenyewe. Jangwa lilienea mbele yake, eneo kubwa lisilosamehe linaloonyesha msukosuko ndani ya nafsi yake. Alikuwa peke yake akisumbuliwa na kile alichofanya. Ukimya wa jangwa ulikuwa tofauti sana na machafuko katika akili yake. Kila upepo uliovuma, kila kivuli kilichotupwa na mwangaza wa mwezi kilionekana kunong'ona mashtaka. Upweke wa Yakobo ulikuwa gereza, mawazo yake yalikuwa marafiki zake pekee. Alipambana na ukubwa wa matendo yake, usaliti wa ndugu yake na maumivu aliyosababisha. Alisafiri kwa siku nyingi, ukubwa wa jangwa ukionyesha utupu ndani yake. Kila hatua ilikuwa ukumbusho wa upweke wake, kila maili ushuhuda wa uvumilivu wake. Jua liliwaka bila huruma na usiku ulikuwa baridi na usiosamehe, lakini Yakobo aliendelea akisukumwa na hitaji kubwa la kutoroka maisha yake ya zamani. Jangwa lilikuwa kimbilio lake na mtesaji wake, mahali ambapo angeweza kujificha kutoka kwa Esau, lakini sio kutoka kwake mwenyewe. Usiku mmoja, akiwa amechoka na amejaa kukata tamaa, Yakobo alilala. Ardhi ilikuwa ngumu na hewa ilikuwa baridi, mwili wake uliuma kutokana na safari na roho yake ilikuwa imechoka. Alipofunga macho yake, alihisi uzito wa matendo yake ukimlemea. Kulala kulikuwa kutoroka kwa muda, pumziko fupi kutoka kwa mawazo yake yasiyokoma. Alitumia jiwe kama mto. Ilikuwa kitanda kibaya na kisicho furahi, lakini Yakobo hakujali. Jiwe lilikuwa ishara ya ukweli wake mgumu, ukumbusho wa ugumu wa safari yake. Alipokuwa amelala hapo, nyota zilizo juu zilionekana kuwa mbali na zisizojali, watazamaji kimya wa mateso yake. Alipoanza kusinzia, aliota ndoto wazi. Katika ndoto hii, mipaka ya ukweli ilififia na Yakobo alijikuta katika mahali pa umuhimu mkubwa. Ndoto hiyo haikuwa tu mawazo yake. Ilikuwa maono, ujumbe kutoka kwa Mungu. Ilikuwa kana kwamba mbingu zilikuwa zimefunguka ili kufunua ukweli ambao Yakobo alikuwa kipofu. Aliona ngazi inayofika mbinguni. Ngazi hii haikuwa tu muundo wa kimwili, bali daraja kati ya duniani na mbinguni. Ilikuwa ishara ya muunganisho, njia ya kitu kikubwa zaidi. Kuiona kulijaza Yakobo hofu na mshangao. Ilikuwa maono yaliyopita ulimwengu wa kawaida, yakitoa muonekano wa milele. Malaika walipanda na kushuka, mabawa yao yakipiga kelele kama upepo. Viumbe hawa wa mbinguni walitembea kwa neema na kusudi, uwepo wao ukiwa ushuhuda wa asili ya kimungu ya maono hayo. Kelele za mabawa yao zilikuwa kama mnongono kutoka mbinguni, ukumbusho mpole wa ulimwengu wa kiroho uliopo zaidi ya ulimwengu wa kimwili. Yakobo alitazama kwa mshangao, moyo wake umejaa amani na mshangao, na akasikia sauti ya Mungu akimwahidi ulinzi na mwongozo. Sauti hii haikuwa tu sauti, bali uwepo mkubwa uliomjaza Yakobo tumaini. Ilikuwa ahadi ya ukombozi, uhakikisho kwamba hakuwa peke yake. Mwanga wa kimungu uliokuja na sauti hiyo ulikuwa mwanga wa tumaini, ukipita gizani la kukata tamaa. Kwa Yakobo, ilikuwa wakati wa kuamka kiroho, hatua ya mabadiliko katika safari ya Yakobo. Yakobo alipoamka alijua hakuwa peke yake. Ndoto hiyo ilimpa mtazamo mpya, hisia ya kusudi. Aligundua kwamba licha ya makosa yake, bado alikuwa chini ya uangalizi wa Mungu. Utambuzi huu ulimjaza hisia mpya ya tumaini na azimio. Hakuwa tena mtoro tu, alikuwa mtu mwenye dhamira, mtu aliyepewa nafasi ya pili. Alipewa nafasi ya pili. Nafasi ya pili haikuwa tu fursa ya kutoroka maisha yake ya zamani, bali nafasi ya kuanza njia mpya, kuwa mtu bora. Yakobo alisimama, moyo wake umejaa azimio. Safari iliyo mbele bado ilikuwa ndefu na ngumu, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa na ahadi ya ulinzi na mwongozo wa Mungu, na kwa hilo angeweza kukabiliana na changamoto yoyote iliyokuwa mbele. Kukimbia kwa Yakobo hakukuwa tena kutoroka tu, ilikuwa mwanzo wa sura mpya, safari kuelekea ukombozi na utimilifu. Sehemu ya sita Maono Jangwani. Ndoto ilimjaza Yakobo kusudi jipya. Alijenga madhabahu mahali hapo, ishara ya imani yake na nadhiri yake ya kuishi maisha bora. Aliendelea na safari yake, moyo wake ukiwa mwepesi, hatua zake zikiwa imara zaidi. Alisafiri mpaka nchi ya mjomba wake Labani. Huko alikutana na Raheli, mchungaji mzuri wa ajabu na mwenye moyo mwema. Yakobo alivutiwa naye. Aliahidi kufanya kazi kwa baba yake kwa miaka saba ili amuoe. Hakujua kwamba matatizo yake yalikuwa hayajaisha. Maisha yalikuwa na njia ya kumjaribu, hata mtu mwenye msimamo mkali.